Nashindwa kutoa pato la kanisa kwa sababu hatuna mahesabu kamili ambayo naweza kupatikana kwa sababu watu hawapatikani kwa, ina maana nalipa zaka ya mimi ya kazini kwangu. Yeye yeah, anajua ni, ni zaka ya ni ya kanisa. Ndio maana mwingine anaweza kachanganyikiwa, zaka ya mchungaji mwana kwa kubwa sana eh. Hey, mimi nachanganya na kanisani na ya wapi na kazini kwangu, kwa hata wewe nakulipia zaka. Amen. Kwa muda mwingine Mungu Angela, he, mkanisa, kwa anaturehemu kanisa kwa sababu mchungaji wenu ni mwaminifu kwenye zaka. Sasa, Mamba alisomea Malaki sura ya tatu. Okay, naona bado utakuwa hujapata vizuri kwa haraka zaidi. Biblia inasema hivi msao wa saba, tokea siku za baba zenu hamkuyashika. Nirudieni mimi nami nitarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema tukurudie kwa namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mwaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, Bwana ajibu wa kusema, mmeniibia zaka na dhabihu. Msema wa tisa, ninyi mmelaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam taifa hili lote, kwa hata taifa la Tanzania i-lila Li, namna ya kupeleka zaka, lakini mzee wa kumi leteni zaka kamili ghalani, ili kuwemo chakula katika nyumba yangu <laughs> <flaws> mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sintawafungulia <sunscreen> hata sitawafungulia madirisha mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha, au aura nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye arae wala aharibuye mazao ya ardhi yenu, matunda yake kabla ya wakati wake. Katika kwa mtu mmoja asema naye, atamkemea naye, wala aharibuye mazao ya ardhi yenu wala mizabibu wenu hautapukutisha matunda eh, yake. Na, mataifa yote watawaiteni heli maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Kila mwenye sikio na asikie neno hili, ambao Roho ameliambia kanisa la Bwana. Natarajia, natarajia sasa kutoka sasa, Jumapili, watu mtatoa fungu la kumi katika jina la Yesu. Natarajia kuanzia sasa mwisho wa mwezi wa mwisho wa mwezi watu wanatoa fungu la kumi kwa jina la Yesu hai. Fungu la kumi liko hivi kwa wasiojua, ukipata shilingi elfu moja fungu la kumi ni shilingi mia. Amen. Ukipata elfu tano fungu la kumi ni shilingi hapo mia tano, sawa sawa. Ukiandika hapo usisahau kama ujui haya Ukipata shilingi elfu kumi fungu la kumi ni shilingi ngapi? Elfu moja. Ukipata shilingi elfu ishirini fungu la kumi ni shilingi ngapi? Elfu mbili. Ukipata la kumi, elfu tatu, elfu hamsini fungu la kumi shilingi elfu tano, shilingi Ulimwengu umeendelea. Lipa zaka kwa neema ya Mungu, Amen. Baba yangu nilimwambia, hapa naenda kusoma, naomba nitolee zaka ailipaga mwaka huu moja tu zaka yenyewe ilipa shilingi mia tano na mimi nikampelekea mchungaji wangu anaitwa Sumni nikampelekea, akachukua nafikiri ndo mwanzilisho wa kanisa la mambo. Sasa akaniombia baraka, nikaondoka, nikaenda Zambia. Nimerudi katika maisha yangu yote mpaka nakuja kufadhiliwa, kumbe likuwa ni sadaka ile, zaka ile nena miaka yangu yote. Kwa hiyo unaweza ukalipa fungu la kumi kama uone matokeo, lakini matokeo yapo. Pumzi unayovuta adui anavyo. Adui wanakaa vikao, wana majina ya kuwafukuzisha kazi watu wana majina ya watu kuwapandisha vilema, wana majina ya, ya, watu wafe, wana majina ya watu eh, wasiamke, wana majina ya watu wapagawe, wana majina ya watu wafilisike, wana majina ya watu kuvunjiwa eh, kuvunjiwa amani, kuvunjiwa ndoa, wana majina kwa kwenye vikao vya wachawi, wanakuwa na ajenda za kuharibu, lakini tutapewa mission. Hakikisha fulani huyo hamki, hakikisha fulani apate ajali, hakikisha fulani afe, hakikisha fulani unamtengenezea hivi kusifikiwa chini na kutana kwenye vikao kwenda kuruka ruka hivi. Hawakutani, wana agenda maalum ngumu kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Amen. Kinachotusababisha tuweze ku survive ni elimu ya zaka. Anamkemea alai apukutishaye na haribuye, lipa fungu la 10. Amina, amen. Na kabla sijamaliza hapa hili to, ni na wale watakao tufuatia baadaye wapate kubarikiwa, naomba watu ambao wanafunga 10, piteni mbele nitimishe kwa kuombea fungu la 10 ambapo yeye anafungula kupita mbele nayo, ambapo yeye anafungula kupita ni na, nayo mbele, ili tuweze kuomba kwa pamoja ukipokea okay, mshahara